Hii ni MJW, habari njema za Kikristo. Jina langu ni Wilson Mwangosi. Taarifa yetu kuu wakati huu, jinsi Mungu alivyoyaondoa mabaya katika kifo, hata kifo kisiitwe kifo tena hata milele. Kuna jambo baya kuliko yote ambalo ni kifo linaloweza kumpata kiumbe yoyote isipokuwa Mungu. Yeye peke yake ndiye asiyeweza kufa. Lakini kwa sababu ya Yesu Kristo watu hujiuliza, je, Mungu wetu naye anakufa? Kwa maana katika walaka wa kwanza wa Yohana 5:20 umeandikwa Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Tena kitabu cha Tito 2:13 kimesema Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu na Mwokozi wetu. Lakini kwa jambo la kifo katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 6:14 hata kumi na sita imeandikwa, na hapa na nukuu, kwamba uilinde amri hii pasipo mawa pasipo lawama hata kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, ambako yeye kwa majira yake atakudhihirisha yeye aliyehimidiwa, mwenye uweza peke yake, mfalme wa wafalme, bwana wa mabwana, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Basi kwa sababu hiyo, kama Mungu wetu hafi, mbona Yesu Kristo alikufa, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti? Kilichosababisha kifo ni dhambi, kwa kuwa mshahara wa dhambi ni kifo, sawa sawa na neno la Mungu. Lakini kwa sababu ya kafara, kiumbe chenye haki kisicho na dhambi hufa kwa kafara kwa ajili ya mwenye dhambi, ili mwenye dhambi dhambi yake iondolewe kwa ile kafara, akaishi. Lakini Mungu wetu, kwa kuwa ni mwema, hakuona vyema viumbe wengi wafe kwa kafara kwa ajili ya wenye dhambi, kwa sababu kafara ya kiumbe inaisha baada ya kutenda kazi ya kutakasa dhambi. Tena kafara ya kiumbe haitoshi, kwa sababu watu hutenda dhambi wakati wowote, ila Mungu yeye peke yake adumuye milele na kuishi wakati wote, yeye ndiye ambaye kafara ya nafsi yake ya kutakasa dhambi na dumu hata milele na kuwatosha wote wenye dhambi hata milele bila kuhitajika kafara nyingine yeyote ya, ya kutakasa dhambi hata milele. Hapo ndipo Mungu yeye mwenyewe kwa rehema zake na kwa upendo wake mkuu akaamua jitoe mwenyewe awe kafara kwa ajili ya wengi ili kwamba viumbe wengi wasife kwa kafara kwa ajili ya wengine. Hapo ndipo lilipothibitika lile neno la kweli ya kwamba hakuna neno gumu la kumshinda Mungu.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 Na hii ndiyo sababu Yesu Kristo alipokuja ulimwenguni aliyasema maneno haya, alipokutana na mtu aliyekufa akawaambia wale watu waliokuwa wakiomboleza msilie, maana kijana hakufa, bali amelala usingizi tu. Yesu Kristo aliyasema maneno haya akimaanisha ya kwamba hicho siyo kifo, bali ni usingizi tu, kwa sababu kitendo kile kilichompata yule kijana ndicho kitendo kilichompata na yeye mwenyewe pale msalabani, kwa kuwa Mungu wetu hafi tena, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwa hiyo haikuwezekana na kile kuwa ni kifo kisichokuwa na madhara ndani yake. Na mabaya yaliyo katika kifo ni haya, kushinda kwake na uchungu wake. Kwa maana kushinda kwa mauti ni kwamba mtu aliyekufa hawezi akaurudia uhai wake tena, na uchungu wa mauti ni kwamba mtu aliyekufa jamaa zake waliompoteza hawatakuwa naye tena. Lakini haya mabaya yote ya kifo yakamezwa kwa kushinda, kwa kuwa mtu aliyekufa ataurudia uhai wake tena, na uchungu wa mauti haupo tena, kwa sababu mtu aliyekufa jamaa zake waliompoteza watakuwa naye tena. Maana katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto umeandikwa na hapa na nukuu, Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Na hii ndiyo sababu Yesu Kristo alinena kwa kukana akisema, kijana hakufa bali amelala usingizi tu, lakini wale watu hawakumwamini. Basi kwa sababu hiyo, ili watu waamini alichokisema Yesu Kristo, akamwacha Lazaro kaburini, siku nne zaidi ya yeye mwenyewe atakavyolala siku tatu, tangu msalabani hata kaburini. Kwa hiyo, haikuwezekana Lazaro awe amekufa, kwa sababu kile kitendo kilichompata Lazaro ndicho kitendo kilichompata na yeye mwenyewe pale msalabani, kwa kuwa Mungu wetu hafi tena ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti. Kwa hiyo haikuwezekana kile kuwa ni kifo kisichokuwa na madhara ndani yake, na ndiyo maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Hata hivyo, wanafunzi wake nao hawakumsadiki kabisa, kwa sababu ya lile neno usingizi, kwa maana wale wanafunzi wakamwambia Yesu, Bwana, ikiwa Lazaro amelala atapona. Ni katika Injili ya Yohana Mtakatifu imeandikwa na hapa, na nukuu basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania kuwa amenena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia wazi wazi, Lazaro amekufa. Kwa maana Yesu Kristo alishindwa kabisa kulitumia neno usingizi kwa sababu hata wanafunzi wake nao hawakumwamini. Kwa hiyo Yesu Kristo hata katika habari zake yeye mwenyewe dhidi ya msalaba hakulitumia tena neno usingizi bali alitumia neno kifo ili waelewe, ijapokuwa Yesu alinena kwa kukana akisema, hiki siyo kifo bali ni usingizi tu. Kwa hiyo Yesu Kristo akasema, na hapa namnukuu. Nami nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Alianena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa. Basi mkutano wakamjibu, sisi tumesikia katika torati ya kwamba Kristo adumu hata milele, nawe wasemaje ya kwamba imempasa mwana wa Adamu kuinuliwa? Huyu mwana wa Adamu ni nani? Hii ni MJW habari njema za Kikristo. Twende kwenye mapumziko mafupi, tutakaporejea tutaendelea na habari hii ya mauti ya kwanza ambayo fasiri yake ni usingizi. Hii ni MJW habari njema za Kikristo, jina langu ni Wilson Mwangosi. Yesu Kristo aliyasema maneno haya na hapa na mnukuu. Ndiposa Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uweza wa kuutoa, ninaona uweza wa kuutoa tena. Agizo hilo na lilipokea kwa baba yangu. Kwa mfano, kama mimi ninao uwezo wa kuutoa uhai wangu na kuutoa tena, kama vile mtu alalavyo usingizi na baadaye kuamua kuamka, kisha nikitaka mwenyewe wakati wowote nautoa tena uhai wangu. Je, hiki ni kifo au ni usingizi? Tena Yesu Kristo akasema, na hapa namnukuu. Ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Nami nikisema kweli mbona ninyi hamni sadiki? Kwa kuwa Yesu Kristo alisema kijana hakufa bali amelala usingizi tu, lakini wale watu hawakumsadiki, na kwa sababu ya kutokuamini kwao ikawa hivi, yule kijana alikufa, naye Yesu Kristo akamfufua. Na hivi ndivyo ilivyotokea na pale msalabani, ya kwamba Yesu Kristo alikufa, naye siku ya tatu akafufuka. Lakini kwa kuwa Mungu wetu hafi tena, ambaye yeye peke yake hapatikani na mauti, basi Yesu Kristo pale msalabani hakufa, bali alilala usingizi tu. Na siku ya tatu akaamka. Katika mitandao ya kijamii, matangazo haya yanapatikana katika ukurasa wa Facebook na YouTube channel ya MJW. Hii ni MJW, habari njema za Kikristo.